Rafiki zangu wapendwa, nina jambo moja ambalo nataka niwashirikishe kama sio uh, kulileta kwenye akili yako na ufahamu wako ili ulijue na kulifahamu. Kuna kitu kimoja ambacho huenda kuwa umekisikia au au hujawahi kukisikia kinaitwa meditation. Meditation inatumiwa na dini mbalimbali meditation. Inatumiwa na dini ya Wahindu, wa Shintu, uh, watu wa Mormon, Mashahidi wa Jehova, Freemason na dini nyingi nyingi duniani zinatumia sana mfumo wa meditation wajapani kwenye dini zao na imani zao za yoga na michezo mbalimbali pia wanatumia meditation ni kitu gani meditation ni namna ambayo au ni namna ya ibada kama ilivyo katika uhalisia wake ambapo mtu huwa ana anaongozwa ana, ana aiza kwa wimbo kwa nyimbo au kwa maneno au kwa namna fulani ya fikra au tafakuri za ndani kabisa, na namna ambavyo huwa zinafanywa na dini zote hizi, iwe ni iwe ni Mabudha, iwe ni uh, Washintu, iwe ni wa, wa, wa Freemason, iwe ni wa Mormon, iwe ni Mashahidi wa Jehova, iwe ni madini yote haya na mengine ambayo mimi sijayataja hapa, lakini yote yanatumia hii kitu sana sana sana sana. Kwa hiyo inawezekana wamekufikia na wewe mahali ulipo, inawezekana wamekufikia mahali ulipo na wameanza kukufundisha kwamba hii ni nzuri sana. Naomba mnisikilize wote ninyi ambao mko kwenye stress za maisha, wakina mama ambao mko kwenye ndoa zilizovunjika, baadhi ya vijana wa kiume na wa kike ambao mko kwenye mapito magumu ya maisha, hamjui suluhisho la matatizo mlionayo. Nataka mnisikilize kwa utulivu na mnisikilize kwa akili na mnisikilize vizuri sana. Binadamu anapofikia levo au kipindi, maisha yake hayaelewi uelekeo wake, huwa anatapatapa kama mtu anayekufa ndani ya maji. Kama haujawahi kutaka kuzama kwenye maji, huwezi kuelewa nikisema kutapatapa, kama mtu anayetapatapa ndani ya maji. Mtu anaetapatapa ndani ya maji hata akiuona unyoya kwenye maji anaurukia kutaka kuushika, akitegemea ule unyoya utamsaidia kubakia juu. Anapoona kijibanzi cha mti anakirukia ili akishiki, kimsaidie bakie juu, asizame ndani ya maji. Anapoona kuna mtu mwingine anaogelea ndani ya bahari, badala ya kuruhusu yule mtu amuokoe, anaweza kumrukia yule mtu ili ajiponye ya nafsi yake yeye, na anapomrukia mtu mwingine ndipo anapomzamisha na kumuua ndani ya maji kwa lengo la kutaka yeye abakie juu avute pumzi ya, ya kutosha. Na umnisikilize unapokuwa kwenye kipindi kigumu cha maisha, hauna majibu ya maswali ulionayo. Hawa watu hawa ni wanaongozwa na roho ya utambuzi, huwa wanaongozwa na pepo la utambuzi. Na mimi nitakusaidia kujua, kuna watu ambao wamejikuta kwenye tabia na mienendo fulani fulani. Inawezekana wewe katika maisha uliangaika ukajikuta umejitumbukiza kwenye tabia na mambo fulani fulani ya kimaisha na hauwezi kutoka. Inawezekana umejikuta kwenye mienendo mibaya na tabia mbovu za kijamii, umejiingiza pengine kwenye usagaji, umejiingiza kwenye ushoga, umejiingiza kwenye tabia na mienendo mbalimbali na hauwezi kutoka, haujui namna ya kutoka. You are fighting very hard, unataka kuacha na hauwezi. Nisikilize, hawa watu huwa wana roho ya utambuzi, wanawajua watu sampuli yako kwamba wanapitia shida kama hiyo, they will come after you. Na kama sio kukujia direct, wataangalia trending ya mambo nao ya search kwenye Google. Google search engine ile inatunza taarifa zako. Mambo ambayo kila ukiingia kwenye Google unayaandika. Mambo unaingia kwenye Google unaandika na email yako. Google wanatambua na ku direct watu wanaohoji au kuiuliza Google au chat GPT au sijui nani. Mambo yale yale unayouliza kila siku. Wanakujua wewe ni mtu ambaye una interest ya kujifunza mambo haya. Kwa hiyo wanachukua email zako na taarifa zako zote zile, wanaziunganisha na watu wanao deal na hayo mambo ili iwe rahisi kwako wewe kukutana na watu sahihi unaowataka kwenye shida yako. Nitakupa mfano. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kugoogle Google mambo ya ushoga, yani kile kikao usagaji. Wewe Google sio ushoga, una Google sio nini. Hayo mambo Google inatunza taarifa zako kwamba wewe ni mtu uko interested na mambo ya ushoga. Wewe uko interested na mambo ya usagaji. Kwa hiyo ukitunza zile taarifa zako, automatically zile taarifa zako wanaanza kuzielekeza kwa watu wanaodili na hayo mambo. Ndio maana unapochukua simu ya mtu ukitype tu neno GAY zinakua taarifa nyingi kuhusiana na hayo mambo, kwa sababu huyu mtu ndio vitu anavyovitafuta mara nyingi. Kwa hiyo vitu anavyovisearch mara kwa mara kwenye Google yako ndivyo vinavyo determine wewe uko interested na nini kama wewe unajaji mambo ya finances, ujue kabisa email yako hiyo wataiforward kwa watu ambao wadili na finances, ili ukigugo taarifa za finances zije kwa wingi zikusaidie kupata majibu ya kile unachokitafuta. Sasa, kama wewe ni mtu ambaye unapitia kwenye divorce taraka, na una maumivu moyoni, maana yake mambo unao ya gugu, mambo unao yatafuta kwenye mitandao ya, no ya, ya kijamii ni mambo yanayohusu, no ya sajaji, ni mambo yanayo husu malaya, ni mambo unao ya search mara kwa mara au, au no kwa mara kuvipata kwa mfano unapoangalia mitandao ya pornography, kama wewe ni mtu nasacho, watakuletea option nyingi, ili uchague ipi unayoitaka kwa sababu hicho ndio kitu unachokitafuta mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa meditation, hawa watu hawa. Okay, mfano tu mwepesi uweze kunielewa. Mfano dini ya Mormon wala, ambao mnasali kanisa la Mormon, au mmewahi kwenda kwenye kanisa la Mormon mtagundua ya kwamba wanapofanya batizo zao watu wa Mormon huwa wanakutaka wewe uanze kufikiri na kuwatafakari watu waliokufa, yani wakati proses ya ubatizo inafanyika juu yako, unatakiwa wewe ufunike macho, alafu uanze kutafakari watu waliokufa. Kwa hiyo unafunga macho yako, unaanza kumtafakari babu, alikufa, bibi alikufa, mjomba alikufa, nani alikufa. Wanasema itu kwa kufanya vile unatengeneza connection na wao. Connection ya nini? Unataka connection ya nini na watu waliokufa? peke yake mashahidi wa Jehova na madini mengineyo mengi, Freemason na, na madini mengineyo mengi sana. Wa Japani wana dini za yoga, ameweka mikono yake ikifua namna hii, alafu ametulia kwenye babaiki wanasema huyo amezama kwenye deep meditation. Nataka nikufundishe nini kinatokea kwenye meditation. Nataka nikufundishe nini huwa kinatokea when you go deep, when you dive into meditation. Meditation ni process ya wewe kuhama kutoka kwenye mwili wako huu wa kibinadamu na kwenda kuanda kwenye ulimwengu mwingine. Hey, nisikilize. Meditation ni process ya wewe kuhama kupitia mawazo. Wanakwambia sijui tafakari kwenye pumzi yako, funika macho yako, anza kutafakari, sikiliza mapigo yako ya moyo, unaosema hiyo tu tu. Wanakwambia focus, focus, tuliza akili yako, eh, waza sikia pumzi, eti sikiliza namna pumzi inatoka. Unavyoanza kutafakari hiyo, ndio meditation, unavyoanza kufocus kutafakari na kufikiria namna ambavyo pumzi yako inatoka kwenye mianzo yako ya pua, kutafakari sio mapigo yako ya moyo, Siyo kumtafakari nani aliyekufa. Unapoanza kumtafakari, nafsi yako inahama kwenye huu mwili ambao Mungu amekupa. Hiyo nafsi yako inapotoka, ni zoezi la muda mrefu, sio zoezi jepesi, mpaka ufikie levo walizonazo wale walioko deep kwenye swala la meditation. Maana yake wewe umeshakuwa conky master. Hawa watu wanaiba nafsi za watu. Na wakisha kujua wewe uko desperate, una matatizo, una dhiki na mambo yako, unayoongea unawaza, mimi bora nife tu, mimi nataka kufa tu, sitaki kubaki kwenye dunia. Wakisha kujua, wanaanza kukufuatilia, wa kuingize kwenye level wa meditation. Hutakiwi kuua mwili wako, wanakufuatilia uingie kwenye meditation system. Ukisha ingia kwenye meditation system, sasa they capture you, wanakukapture, wanachukua hii. Unaona hii body, hii body mnajua ni ya robot lakini hii body hii inaweza kuwa inhabited, inaweza kukaliwa na nafsi ya mtu mwingine yoyote yule. Sasa watu wa meditation, this is what they do. Wakishamjua, wakishakujua wewe uko desperate na uko tayari kufa, utaki kuendelea kuishi, they will help you to get out of this body through meditation. Ni uchawi. Kwa hiyo ukishaanza ku meditate, unakufundisha level ya kwanza, unajifunza namna ya kuhama kwenye mwili levo ya pili, wanaokuja kukufundisha ni wewe kukutana na nafsi za watu wengine huko nje walio hai. So, wanaanza kukufundisha namna ya kuhama. Huu ni uchawi piwa na hivi ndivyo wachawi huwa wanaingia kwenye nyumba za watu wengine. Hili ni somo refu, siwezi kumaliza kwenye video hii fupi. Hivi ndivyo wachawi huwa wanasafiri kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine unasema mchawi ikaingia ndani kwangu, ameingiaje ndani ya nyumba yako na, na milango yamefungwa? Wanaingia through meditation. Hii ni ishu ya kiganga na ya kichawi, ni uchawi 100% unafanyika. Meditation ni zoezi la kichawi, na nikwambie sili yangu moja, wakifanikiwa kukusafirisha kukutoa wewe ukavuka malango ya nyumba yako ukatoka nje ukajiona na safiri angani, unapaa unaenda mahali kusikojulikana. Ukifanikiwa kukutana na mtu unayemjua na mtu huyo ni yule ambaye ndiye alikuingiza kwenye hiyo dini, jua umepotea milele na hautakaa urudi kwenye mwili wako tena. Hawa watu anaweza kukusafirisha kupeleke mbali, alafu anakufanyia hila, yeye anarudi anainhabit mwili wako Mnamuona mwili ni wa Robert, mmemzoea ni Robert, lakini mnashangaa kumbe kiumbe kinachoishi ndani yake ni kiumbe kingine kabisa kabisa kabisa. Ni mtu mwingine mwenye mawazo na mitazamo tofauti kabisa. Mwili ni wa Robert, lakini over suddenly, mnashangaa hey, sio Robert anayeishi. Mnashangaa ghafla, pap, huyu mtu anapenda ushoga, huyu mtu anapenda usagaji, huyu mtu anapenda tabia hizi, huyu mtu anapenda tabia zile. Ni kwa sababu nafsi yake imetekwa. Anayekaa ndani ya huo mwili mnaouona sio Robert yule mliyemjua miaka mingi. Nafsi yake imetekwa, huo mwili umetekwa, anakaa kiumbe mwingine ndani ya huo mwili. Huu ni uchawi typically huo unafanywa na waganga wa kienyeji. Watu mnaopenda kwenda kwa waganga, waga wanawaidieni. Kwa hiyo kama wewe umejikuta automatically unapenda mambo ya meditation, unapenda sio mambo ya nini, Believe me, kuna roho nyingine imevamia maisha yako, you are about to lose the authority ya kukaa ndani ya huo mwili unaouona, na ukishapotea my brother and my sisters, huwezi kurudi tena. Ilisomo, ilisomo lefu, ili somo ni somo refu linahitaji vipengele na maelezo mengi, na siwezi kuyajaza yote kwenye video hii na kukaribisha kanisani Kerege. Kanisani Kerege CCM, kama uko interested njoo ujifunze maneno ya Mungu, njoo ujifunze namna ya kudili na hivi viumbe. Tafadhali nipigie simu kama haya mambo tayari yameanza kukujia au umekutana na watu wa namna hiyo, au kila ukigugu tu taarifa zinazokujia ni taarifa za mambo fulani fulani specifically Call me. Sifuri saba tano tano moja tatu mbili. Rudia kuitazama video hii ili uweze kuisikia namba yangu. Kwa sabu sita tena. Mungu wangu wakubariki sana. Uwe na wakati mzuri. Tafuta msaada katika neema ya Mungu uweze kupona. Vinginevu utapotea, na utapotea milele. Ndugu zako watabakia na Robert wanakaa na naye nyumbani. Lakini anayeishi ndani ya mwili wako alishapotea kitambo sana. Alishaangamia miaka mingi sana. Lakini huyu wanayemuona ndugu zako anahisi ndio wewe, kumbe sio wewe, kwa sababu wewe ulishapotezwa kwenye meditation. Achana na kitu kinaitwa meditation set. Hizo ni dini za Kishetani ambazo waganga na walozi wengi wanazitumia kuibia watu miili yao, ili wao waishi ndani ya miili yao. be very careful.